Leo tena nimekuletea namna ya kuweza kurekodi calls kwenye simu zote za Aquos. Labda hapo ulipo, natumia simu ya Aquos na kuna siku na mazungumzo ya msingi unataka kuyarekodi ili usikilize baadaye, lakini umeshindwa kuyarekodi ama hujui namna kuweza kurekodi. Hii ndio jinsi unavyoweza kurekodi mazungumzo ya simu kwenye simu zote za Aquos. Bila kupoteza muda, twende tukaone. Naingia kwenye file la phone kwenye simu yangu kwa ajili ya kupiga simu. Nitakwenda ku type number na uipigia kama mfano ambao ni huduma kwa wateja, mfano hapa na kwenda kuipiga. Okay, ile huduma kwa wateja wakisha kuwa naongea hivi, utakwenda kubonyeza hiki kijialama kama cha kitabu, utakigusa hapa chini. Ukisha kigusa hapa chini, nakuletea option imeandikwa voice memo, utaigusa itapopa papo pembeni, kama ulipata kuona. So ukitaka kustopisha, utagusa sehemu iliyoandikwa stop, lakini baada ya kumaliza kurikodi, hii ndo sehemu unapoenda kuikuta voice record yako baada ya kuweza kurekodi, ili kuweza kusikiliza kile ulichokirekodi kwa simu yako ya Aquos, utatoka tena kwenye mafaili yako, utascroll kwenda juu kwenye application zako, utakuta kuna application imeandikwa answer phone. Utaikwenda kuigusa hii application ya answer phone, baada ya hapo utagusa option ya pili imeandikwa voice memo. Kwenye voice memo utakuta ile namba ambayo ulikuwa unaongea nayo ama uliipigia, sawa ama ulikuwa unamerikodi ile call kama hapa ni hii care, utakwenda kuigusa. Asante sana. Kama hujanifollow, tafadhali gusa la majumlisha hapo juu, ili kuweza kunifollow, lakini pia subscribe kwenye YouTube channel yangu kwa ajili ya video nzuri nyingi zaidi.